Sema sio mbaya. Sasa mimi nataka mwana, mjomba shuriki ufuate, hmm. Mjomba wake mjomba wake mke wako, hey, ukaongee naye. Wa wasuluhishe wale wanawake, maana kwa hali aliyokuwa nayo mke wako hmm, alafu umwache yani wasielewane vile, na sio poa. Siopoa, kaongee na mjomba wake, uone unawekaje sawa ili mambo yaende. Eh, wewe fanya hivyo hapo, itakuwa vizuri zaidi. Sawa sasa, jambo lako mi nisilicheleshe sana. Moja, mi nielekea hapa kwa mjomba wake, afu mi ntna baadae. Haina shida, karibu baadaye. Mzima bwana mjumba. Ndio mi nilikuwa napitapita huko naelekea kazini, nikaona nije hapa nikusalimia. Nashukuru sana kunikumbuka. Ndio na lengo kuu Kuja hapa kwa ajili ya jambo moja tu. Jambo gani mjoma? <tik> tena kilichokuleta hapa ni nini? Silisema mimi sio ndugu yako? ikasmkasa ao kibao hiyo mana Karimu akakukaa kichwani, tutagombana sasa hivi. Umekuja kubomba mama Meatianga huko na mwenzia Uchebeka kupiga mimba saa hizi. Ah, dada, naomba samahani yeah. Mama Karimu abe shida nini? dipotani, kelele, kakutani, kambi, mba, singi, nini? Nipo ndani nimepumzika, nasikia kelele muda mrefu, sijui Uchebeka kutandika mimba sijui nini, kuna tatizo gani yako gani shemeji yako kakasimama juani, msogea kivulini hapo. mnazo mkanaambia, shida ni nini? Yaani huyu akifanya kosa ndo anakuja hapa. Mtaratibu myangu unasema mtu si huyo bwana, kayakambwea huko na Uchebe kapachikwa mimba saa hizi. Eh, eh, hata kuna msaada wewe nakutamani emsubiri basi kwanza. Kwanzbai shemeji yako mkiwangu, emsubiri basi kwanza, emsubiri basi taratibu, taratibu. Ashemeji, kuna shida gani ilinosumaaalianimebatiza kiati tu ujifungue akanaia nipate mtu wa karibu kuniangalia, okaangalia wakaribu mdada yangu. Sawa, mi nimekolea mamakariba. Ebu nisikilize vizuri, mke wangu. Sawa, hebu it hiyo roho ya Idirisi kuwa na roho ya kiubinadamu. Hembu kumbuka, mpaka mtu amekuja hapa kapita nyumba ngapi? Kwa nini asingeingia nyumba ya pili hapo kwa jirani? Lakini kwa nini amekuja hapa? Katambua kwamba hapa kuna ndugu yangu ambaye ndugu yake mwenyewe ni wewe. Sasa kama wewe unaweza kumkataa na huyo ndugu wako, na mimi je, kama shemeji yake nisemeje? Na je utakapomkataa wewe, ataenda wapi? Kumbuka mtoto akiunia mkono, mke wangu, huwezi kumkataa ila lazima utaona tu na uendelee na mambo mengine sikiliza mimi naomba kwa hili lililotokea tuyamalize kwanza alafu utakapoenda hivi ukirudi basi tukae chini ili tuongee na mambo yote yatakaa sawa mke wangu mimi naomba kwanza wewe nenda na safari zako sijui umenielewa nimekuelewa kama unajua mwanzangu yule anaelekea katika harakati za mwisho kuelekea kufungua kwa hiyo nahitaji baraka zako mjomba mjomba usijali

unarahisisha tu unachukulia poa tu. Nina mashaka na nyinyi. Mama Karimu, hebu nisikilize basi. Mimi si ndo mumeo? Usitake tufikie huko sasa. Hebu usitake tufikie huko, narudia tena, usitake tufike mbali. Naomba unielewe kama mumeo, sawa? Yaani naongea kama mumeo na baba wa familia Nilikuwa nakuomba kitu kimoja, msaidie ndugu yako basi Aisha ya. Kwani unataka tufike huko eh, au unataka tuendelee kuongea tuape majirani faida? <coughs> si mwelewana? Ndio maana kwa Karimu nilivyomfukuza, sikukupigia simu baba Karimu, si uwekeza kitu chochote kile, nilinyamaza kile, nikamtimua Karimu, nikabaki peke yangu. Karimu mtoto mpumbavu ule, nilisha kwambia tangia mara kwanza. Alianza kwenda kwenye banki mwenyewe, hamna mtu alomwambia ndio aanze kuuza banki kwanza mwenyewe, na ndio maana atakwambia kama ameamua kuondoka. Mwache ondoke. Okay. Mtoto mchezi sasa mwisho wa siku anauza bangi, anakuja kutoa jana simu. Siku tuonekana tu, tu, na sisi wazazi tunauza bangi. Kwa hiyo Karimu sitaki kumsikia. Shemeji yangu amekuja akaomba msamaha, akajua kosa lake ni nini. Mwache apite. Karimu atakapotambua naye kosa lake, atakuja hapa ni kwao. Oh. Yule mtoto atakifa huko atakuja kuzikwa hapa ah, mke wangu. Kwani nini unashindwa kuwa na roho huruma wewe? Bwana wewe nishakuzoea. Mimi nenda zangu mjini, baadaye nakuja. Kama unakuja na uwai kurudi, Mama Karim, mdomo unauponza kichwa. Mama Karim, Karim. Narudia e na hey na tena uwai kurudi aknhmi nimekusikiliza. Na umemsikia dadako ndimo? ndimo umemsikia vizuri sana ha. Pita ndani tutaongea vizuri, ki mama Karimu. Hio mpaka lini kila siku yes, mtu anamsema anashindwa kubadilika. Huyu mwanamke mpaka lini tutaishi hivi? Hapana, mwanzoni sijamweka ndani hakuwa hivi hata kidogo. Oh, hao wanawake vipi bwana, tuchanganye kazi, nichanganye naye anichanganye siku mi naamini tu atakuja kuonekea sumu kwenye chakula, na inabidi ni deal naye vizuri, na nitamfunza na tu natakasa sasa. <tipulia> <tipulia>

Sasa mimi labda nikuulize swali, huyo mume anaweza akafika hapa saa atakuja? Je, anaweza akajaribu aa, atakuja lakini ndio tujue, maana dadako akija maswali yake mwenyewe. Unajua dadako mshari, mshari sana, na ndio maana mi nakuuliza hapa kwa sababu utaratibu. Da, kija amefani mimi nijue na mchesha sawa, nimekuelewa lakini, kama nafamu dada yako dada yako ni muhimu sana. Ina maana kama mimi nisingekuwepo angesha kufukuza muda mrefu sana. Mali, nimeanza kuzisikia kelele muda mrefu sana, kilio ndani, ila tutamaliza na naamini, na, na atakaa sana na kila kitu kitaenda vizuri tu